Mwanaharakati wa mtandaoni ambaye pia ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndugu Mdude M Nyagari alisimulia mateso aliyokuwa ameyapata hapo awali, ama baada ya kutekwa. Hapo awali kabla ya kutekwa sasa na kutoonekana, Nyagari anasema kwamba, mimi nilikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanahamasisha maandamano ya ukuta kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii, bila kuogopa vitisho vya viongozi wa jeshi la polisi. Nilihamasisha watu wajitokeze kuunga mkono maandamano hayo ya amani, tena wasiogope polisi, kwa kuwa lengo letu sio kuvunja amani, bali kutetea demokrasia. Anasema kwamba upendo na mshikamano wa taifa letu. Kumbe vitisho vya polisi havikuwa vikitoka mdomoni tu, bali vilitoka moyoni na tayari kulikuwa na mpango wa kutumia nguvu kudhibiti makundi ya watu na mtu mmoja mmoja waliokuwa wakihamasisha maandamano kwa namna yoyote ile mahala popote. Bila kujua chochote, mimi nilikuwa mmoja wa walengwa wa kudhibitiwa kwa nguvu. Mdude anasema yalikuwa majira ya asubuhi saa mbili hivi siku ya Ijumaa ya Agosti ishirini na sita mwaka elfu mbili na kumi na sita Siku tano kabla ya siku ya maandamano ya Ukuta nilikuwa nyumbani, macho yangu yangali ya yameamka, lakini mwili bado upo kitandani. Ghafla nilisikia mlango wa nje ukigongwa kwa nguvu. Niliamka bila tahadhari kwenda kufungua mlango, huku nimevaa taulo pekee kiunoni kidun, sikufikiria kama kuna hatari, kwani sikuwahi kupatwa na majanga makubwa kama haya katika mazingira ambayo sikutegemea au labda sikuwa nimeitambua taswira halisi ya utawala wa awamu ya tano, anasema. Mara tu baada ya kufungua mlango ulisukumwa na watu waliokuwa nje, nikajikuta nikizidiwa nguvu na kuangukia sakafuni, kisha wakaingia watu wanne, mmoja wao akiwa na silaha aina ya SMG inayotumiwa sana na jeshi la polisi la Tanzania, anasema. watatu miongoni mwao niliwatambua kwa sura na majina na mmoja wao aliyebaki ambaye alibeba silaha nilimtambua, alibeba silaha ya jeshi la polisi waliohudumu kwenye kituo kikuu cha polisi cha Vwawa mkoani Songwe. Asubuhi hiyo ya uvamizi walikuwa na mavazi ya kiraia. Anasema askari niliowatambua kwa majina siku ile walikuwa afande Nisile Mwaikenda Mwaitenda, afande Julius Mkama na afande Bashale. Anasema huyo wa nne nilikuja kumfahamu baadaye kwa jina moja la afande Rafaeli ambaye sasa ni marehemu. Mdude anasema niliwafahamu maskali hawa kwa sababu kadhaa. Kwanza nilikuwa nikiwaona mara kwa mara niwapo ofisini kwangu, umbali wa kati ya mita mbili, mia mbili hivi hadi mia tatu kutoka jengo nililoweza la kituo cha polisi cha Vawa niliwapa niwapo ofisini kwangu. Niliweza kuwaona askari wanapofanya gwaride kila asubuhi. Zaidi ya kuwaona tu, pia niliwahi kuwapatia huduma kwenye ofisi zangu ya kutengeneza vifaa vya mawasiliano, hasa simu na kompyuta. Anasema afande Juliasi ambaye sasa ni mstaafu akiwa na cheo cha sajini wa polisi, aliwahi kuniletea simu yake aina ya Tekno ikiwa imepoteza kumbukumbu nikamrekebishia. Naye Afande nisile au Afande Nisi, kama wanavyomwita kwa ufupi, aliwahi kunun, kununuliwa simu na ndugu yake ambaye ni rafiki yangu sana, jina lake Kennedy Moipaja Mtanzania anayeishi nchini Malawi. Anasema Kennedy aliniletea simu ile aina ya Samsung Galaxy aliyonunua nchini Malawi ili nirekebishe, kwani haikuwa ikisoma mitandao ya simu ya Tanzania. Baada ya kuirekebisha, aliiacha na kunielekeza kwamba nimpatie Afande Nisi kwa kuwa ndiye mtu aliyemnunulia, wa karibu zaidi miongoni mwa wavamizi hawa. Anaendelea kwe, kueleza dude ya gari katika kitabu chake cha Miaka Mitano ya Mateso Katika Harakati kwamba Afande Bashale aliyekuwa jirani yangu wa nyumba ya tatu kutoka nyumba niliyoishi, ilikuwa rahisi sana kunipata muda waliotaka, na mimi sikujua kama wananitafuta. Mdude anasema, kuna shida gani? Niliuliza nikiwa bado nimelala chali pale sakafuni. Asema la hasha, sikupata majibu kwa maneno, bali Afande Nisile aliikusanya mikono yangu na kuifunga pingu, kisha alinikandamiza kwa goti lake kifuani pangu, ili nisifurukute. Wakati huo wale askari wengine walikuwa washafika chumbani kwangu walipotoka niliona wameshika simu zangu pamoja na laptopu. Hapo ndipo akili ikanijia kwamba siku hiyo nitaianza nikiwa nguvuni, lakini je, nakwendaje polisi nikiwa uchi? Niliwaomba waniruhusu kuvaa nguo ndipo afandi Rafaeli aliporudi jumbani na kutoka na suruali na shati akanirushia akanirushia nivae kwa shida kidogo, kwa kuwa nilikuwa nimefungwa pingu mikononi. Nilijitahidi kunyakua, kunyanyuka na kufanikiwa kuvaa suruali, lakini sikuweza kuvaa shati. Wakanitoa nje nikiwa kifua wazi, huku shati na pingu vikiwa mikononi, mikono yangu imeshika shati huku pingu ikishika mikono yangu. Pale nje ya nyumba niliyoishi palikuwa na gari tatu, Toyota Harrier ya rangi nyeusi, Toyota Prado ya rangi ya bluu, nyeusi na Toyota Corolla saluni ya rangi maziwa. Nilifanikiwa kukariri namba za Toyota Corolla ambayo ndiyo ilinibeba kuelekea kituo kikuu cha polisi cha Vwawa. Namba zake T 726 DGW. Baadaye nilikuja kufuatilia TRA na kugundua gari ile ilikuwa mali ya Sajini Julius Mkama. Anasema, Nyumba yangu ilipekuliwa na baadhi ya mali zangu kuchukuliwa bila kuwa na hati ya upekuzi wala shahidi huru kinyume na sheria za nchi yetu zinavyotaka. Wainichukua mpaka kituo wa kikuu cha polisi cha Vwawa mkoani Songwe. Wakati nikifanyiwa yote hayo, sikuwa nimeambiwa kosa langu ni nini hasa. Mdude anaendelea kueleza katika kitabu chake hicho akisema pale kituoni nilipokelewa kwa kipigo kutoka kwa askari waliokuwa mapokezi, wakisaidiwa na wale walionikamata. Nilitamani kuona angalau askari mmoja mwenye sura ya huruma, lakini ya kuwepo, sura zao ziliakisi chuki iliyojaa ndani ya mioyo yao. Yaani, kama fisi anavyokuwa na njaa ya kula mzoga anapokuwa amekosa chakula kwa muda mrefu, ndivyo wale askari walivyokuwa na njaa ya kunipiga, anasema ni kama vile walikuwa wakisubiri kwa hamu hiyo hiyo siku ifike. Naamini hazikuwa chuki tu, bali chuki za kisiasa zilizokuwa zikipaliliwa na Rais Magufuli ambaye kila mara alikuwa akitoa matamshi ya kupandikiza chuki dhidi ya upinzani wake wa kisiasa tangu alipotwaa madaraka mwishoni mwa mwaka 2015. Mdude anaendelea kuandika kwa kisema, baadaye nilipelekwa ofisini kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Songwe wakati huo akiwa kamishna msaidizi wa polisi Matias Lukasi Nyange. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kukutana na mtu huyu. Nilipoingizwa mule ofisini kwake, kamanda huyo wa mkoa wa RPC Nyange alinyanyuka kwenye kiti chake na kunisogelea, kisha akaniuliza wewe ndio mbwa unaitwa Mdude ambaye umekuwa ukimdhalilisha Rais Magufuli kwenye mtandao ya kijamii? Nilimjibu kuwa mimi siyo mbwa, ni binadamu na nilizaliwa na mwanamke ambaye pia ni binadamu. Akanisogelea zaidi kwa hasira na kuniambia yaani, unathubutu kunijibu? Sikia wewe mbwa, serikali ya awamu ya nne chini ya Rais Kikwete ndio ile iliyokuwa inakosolewa, lakini hii serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Magufuli haikosolewi na shukuru Mungu umekamatwa asubuhi na watu wameona, ila tungekukamata usiku kama wengine watu wasione, tungekuwa tukakutupe tuka porini au tungekupoteza. Mdude anasema baada ya kutamka maneno hayo RPC Nyange aliamuru askari wanitoe hapo ofisini kwake, wakati wanasubiri maelekezo kutoka makao makuu ya jeshi hilo kuhusu nini kifanyike juu yangu. Mdude anaendelea kwa kueleza kwamba baada ya kutolewa nje ya ofisi ya RPC, askari wengi walijitokeza kuja kuniona. Nilisikia baadhi wakisema, huyu Mdude nyagari ni nani? Tunataka kumfahamu. Wengine walijiuliza kumbe ndio wewe? kumbe ndio huyu. Mmoja kanidhi haki kwa kunitemea mate. Wengine walinirushia chupa za maji na sikuweza kujikinga kwa mikono kwa sababu ya pingu zilizokuwa nimefungwa. Kana kwamba haikutosha kunidhi haki, askari mmoja aliwashauri wenzake waniingize kwenye chumba alichokitaja kwa jina la Guantanamo, Guantanamo Bay kwa ajili ya kunifundisha adabu. Sikujua chochote kuhusu Guantanamo Bay ya Songwe. Nilichokuwa najua kuhusu Guantanamo Bay ni mahala palipo gereza la wafungwa wa kijeshi na magaidi linalomilikiwa na jeshi la Marekani ndani ya kambi yake iliyopo huko kisiwani Guantanamo nchini Cuba. Kuna habari kuhusu mateso makali wanayopatiwa wafungwa waliomo ndani ya gereza hilo la Guantanamo. Na sasa kumbe Guantanamo ina tawi lake mjini Songwe Tanzania. Anasema, Niliingizwa kwenye chumba hicho nikiwa bado nimefungwa pingu mikononi. Chumba kilikuwa kimejaa vifaa mbalimbali, na kwa akili yangu ndogo tu nilijua ni vifaa maalum vya utesaji. Kumbe Guantanamo Bay ni chumba maalum cha mateso ndani ya kituo kikuu cha polisi cha mkoa wa Songwe, mahala ambapo raia wa Tanzania wanaamini ni ofisi ya wasimamizi wa usalama wao na mali zao, kumbe ni mahali pa mateso. Mazingira ya chumba hicho yaliashiria kama vile kuna ujenzi unaoendelea Sakafu yake ilijazwa kwa mabaki ya matofali na udongo ya kuchoma na paa lake liliezekwa kwa mbao na, na bati pekee. Kulikuwa na viti vitatu vya mbao sturi mbili na meza ambavyo juu yake kulikuwa na nguo yenye damu. Mdude anaendelea kueleza kwa kusema, nililazwa ni chini chali, miguu yangu ikafungwa pamoja kwa kamba ya katani huku mikono ikiwa bado imefungwa pingu, kisha ikakusanywa miguu na mikono kwa pamoja, ikafungwa tena kwa mara ya pili kwa kamba nyingine iliyokuwa ikining'inia kutoka kwenye paa la kile chumba. Kwa hivyo mwili wangu ukawa umening'inizwa kwa ile kamba kutoka kwenye paa la chumba cha Guantanamo Bay. Kwa namna nilivyokuwa nimening'inizwa, mwili wangu ulikuwa na umbo la kinyonga aliyelazwa chali. Nilipata maumivu makali sana, hasa mgongoni. Ilikuwa natoa sauti ya maumivu makali na kulia kwa uchungu sana, huku nikiwauliza nini kosa langu, kwa nini mnanifanyia unyama huu? Walichonijibu ni kwamba unalia, subiri uone hapa bado. Mdude anasema maumivu yalizidi, maumivu zaidi yaliongezeka waliponiweka jiwe kubwa juu ya kifua changu, nikiwa bado nimening'inizwa juu. Mikono na miguu yangu ndiyo iliyobeba mwili wangu, na ndiyo jiwe na hilo jiwe. Kisha Afande Rafaeli alichukua rungu kubwa lenye mpini na nundu mwisho maarufu kwa jina la Fatuma, akaanza kunipiga nalo magotini, makalioni na kwenye nyayo. Alipochoka, alikabidhi rungu lile kwa askari wengine, wakiendelea kunipiga kwa zamu, huku wengine wakinimwagia maji. Anasema askari mmoja yeye alikuwa na, na kazi ya kupiga picha na kurekodi video za mateso yangu, akisema kwamba kwenye kundi la WhatsApp la polisi Tanzania wanataka kuniona kama nimeshika adabu. Sikumbuki mateso hayo yaliendelea kwa muda gani, kwani nilianza kupoteza nguvu ya kuona na kusikia, na baada ya muda sikuwa najua chochote kinachoendelea. Nilipoteza fahamu. Mtazamaji, je, unapenda kujua nini kilichokuwa kinaendelea? Tafadhali endelea kuangana kwa nasi hapa Nyikani TV katika maelekezo ama maelezo mengine ya Mdude Nyagali. Lakini kabla sija kuacha, ngoja ni kumalizie angalau paragrafu tatu zifuatazo. Mdude Nyagali anasema, fahamu ziliponirudia nilijikuta sa, sakafuni, nikiwa nimefunguliwa miguu, nikiwa nimefunguliwa miguu na jiwe limeondolewa kifuani kwangu pingu zingali bado zimeshikilia mikono yangu. Sakafu ilikuwa ni tope tupu. Mwili wangu ulikuwa umechakaa kana kwamba nimeokotwa jalalani. Suruali ilikuwa imejaa tope na vile nilikuwa kifua wazi, mwili ulikuwa umechukua rangi ya uchafu wa chumba. Niliburuzwa mpaka chumba cha maabusu na kusukumiwa huko. Mdude anasema sikupewa huduma yoyote ya matibabu, nilijisikia maumivu makali kwenye miguu na mikono mpaka naingizwa mahabusu bado nilikuwa sijajua shitaka linalonikabili. Mdude Nyagali anaeleza kwenye kitabu chake hicho ukurasa wa nane akisema polisi walizuia ndugu na jamaa kuja kuniona na kuniletea chakula, na hata alipofika wakili wangu Isaac Chingil Chingilile, hawakumwambia hawa shitaka linalonikabili Wakili Chingilile Alikuja kwa niaba ya wakili wangu Bonifasi Mwabukusi ambaye alipata taarifa za kukamatwa kwangu kupitia jirani yangu niliyemuomba mpigie simu wakati nikitolewa pale nyumbani kwangu. Kwa kuwa Mwabukusi ya kuwepo maeneo ya jirani, alimuomba Chingilile aje kunipa msaada wa kisheria. Mdude anasema wakili Chingilile Alionesha kusikitishwa na kitendo cha jeshi la polisi kunipa mateso kinyume na sheria za nchi, na bado wakati huo nilikuwa nimeteswa vile na mashtaka hayakuwekwa kwa wazi. Anasema aliwataka polisi wanipeleke hospitalini kwa ajili ya matibabu, kwani kuendelea kuniweka mahabusu bila huduma ya matibabu ni kinyume na sheria, kukosa utu na ni kinyume na haki za binadamu. Bado polisi walipuuza wito wa, wa, wa wakili Tarehe 27 Agosti 2016 usiku wa saa mbili nikiwa bado ndani ya maabusu, sikuwa nimepata matibabu, huku nikiugulia maumivu makali na tayari maeneo mengi ya mwili yalianza kuvimba. Nilitolewa chumba cha maabusu, nikaingizwa kwenye gari aina ya, ya Toyota Land Cruiser pickup inayotumiwa sana na jeshi la polisi Tanzania. Pingu iliyofungwa mikononi ilifunguliwa mkono wa kulia na kubaki mkono wa kushoto, kisha ukaufungwa mkono wangu juu kwenye bomba la gari hiyo, na baadaye ukafuata mkono wa kulia na ukafungwa pingu kwenye bomba la gari upande mwingine. Kwa hiyo mikono yangu miwili ilifungwa kwa pingu mbili na kuning'inizwa kwenye bomba bila kujali majeraha yangu yaliyotokana na mateso makubwa yaliyonipatia na hata bila kunipa matibabu, anasema. Baada ya hapo safari ilianza kutoka hapo Vwawa mkoani Songwe nikiwa kwenye gari hiyo hiyo ya polisi, chini ya ulinzi wa polisi sita, miongoni mwao ni wale wanne walionikamata na wengine wawili waliongezeka. Mmoja kati ya hao wawili nilimfahamu kwa jina la Fandeluka, wakati yule mwingine ambaye ni wa kike sikuwa namfahamu kwa jina bali kwa sura, ila baadaye nilimtambua kuwa askari yule wa kike alikuwa mke wa Fandeluka. Mazingira yalionyesha Fandeluka na, na mkewe ndio walikuwa wakuu wa msafara huo. Baada ya muda wa kama saa moja hivi tulifika sehemu ambapo gari ilisimama. Hapo walikuja askari wengine wakaanza kufanya makabidhiano, nikiwa bado nipo kwenye gari na nimeinamisha nime kichwa, huku nikiwa nimesimamiwa na askari wenye silaha. Nilisikia karibu ya gari hiyo askari mmoja akiongea na simu akawa anasema niko kambi ya Fed Force huku Forest na tuna safari ya Dar es Salaam kumsafirisha mtuhumiwa, kwa hiyo tutaonana nikirudi. Hapo ndipo nilijua sasa niko Mbeya maeneo ya forest ilipo kambi ya FFU, na kwamba ninasafirishwa kwenda Dar es Salaam. Askari wanaosafirisha hadi pale kwenye kambi ya FFU ya Mbeya wainishusha chini kisha askari wenyeji wa pale wakanibeba hadi kwenye gari nyingine inayofanana na ile iliyonileta. Safari ndefu ya kilomita zaidi ya 800 ilikuwa ikinisubiria nikiwa kwenye gari ya wazi na kifua changu kikiwa wazi kuikabili baridi kali ya mikoa ya nyanda za juu kusini na chochote ambacho Mungu mwenyewe anajua. Hofu ilinizidi kutanda moyoni mwangu huku nikisikiliza maumivu makali yaliyotokana na majeraha ya niliyonayo kutokana na mateso niliyopewa, Mdude anasema. Lakini hata hivyo sikusahau kufanya angalau sala fupi nikimuomba Mungu asimame upande wangu. Yeye Mungu ni mwenye haki. Haya ni baadhi ya maneno ama maandishi yaliyoandika katika kitabu chake cha, cha miaka mitano ya mateso katika harakati. Huyu ni Mdude Nyagari ambaye kwa sasa ametoweka ama alitekwa nyumbani kwake tena na kuondoshwa na mpaka sasa hajapatikana. Je, unapenda kuendelea kusikiliza taarifa hizi za Mdude Nyagari zilizopo katika kitabu chake? Tafadhali endelea kuwa nasi katika Nyikani TV na pia tutakuendeleza kukusikiliza ama kukuletea mwendelezo wa yale ambayo yamewahi kumpata Mdude Nyagari ambayo pia baadhi ameandika katika kitabu chake hicho cha miaka mitano ya mateso katika harakati. Swali kubwa ninaloendelea kujiuliza, kujuuliza Watanzania na dunia nzima ni kwamba nani alimteka Mdude Nyagari na je, Mdude Nyagari yuko wapi? Mungu bariki. Vyombo vya ulinzi na usalama kupitia mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Omera ametoa maelekezo kwamba Mdude atafutwe popote alipo na watu waliokuwa wamemteka, huku akiahidi shilingi milioni tano kwa yeyote atakayefanikisha kumpata Mdude Nyagari akiwa hai au amekufa. Mtazamaji, nini maoni yako wewe? Karibu.